Pia katika usafi na utunzaji wa mazingira, leo tunapeana mapipa zile ambazo tunaziita skips 26 ya kuhifadhia taka pamoja na lori ambayo iko pale mbele ya kubeba taka. Maendeleo yanakuja Kirinyaga ama yakuji itatusaidia. Kuna programu ambayo tunaendelea tukisoma tukijipanga ambayo tunaita material recovery facility lakini sisi tukifika huko lazima tuwe tumeweka haya mapipa eneo zote za Kirinyaga. Wale ambao wanazunguka Kirinyaga wanaona Kirinyaga ni safi ama sio safi safi. Na hizi mapipa zitatusaidia tuwe safi zaidi. Mimi ni mkaanzi wa huku Kebebe, tumeshukuru kwa weka. Oh. government ya Kirinyaga juu ya kuturetea kitu ya kuweka takataka tulikuwa tunasubuliwa sana na hii takataka ikiwa hapa, wakati inatolewa tunasubuliwa na hiyo hewa kabisa. Sasa tumeshukuru juu ya kutuletea mali ya kuweka usafi. Anaomba wakanzi wa hapa wenye wanakuja kutupa takataka hapa, wakikuja wasitupe takataka hii chini, waweke kwenye tanki. Tumekuwa tukitupa matakataka kila mahali na inaenda na upepo, na tumeshukuru sana na sikipa imekuja Hapia dati. Hapia dati.